Karibu kwenye Mseto Plus ya leo, ikiwa ni Oktoba 10, 2025. Dakika chache za kukuangazia taarifa mseto zilizojili ndani na nje ya Tanzania. Utakuwa nami na Kelvin Makwinya, nyuma ya kamera Gustav Goodluck. Mahakama Kuu masijala kuu Dodoma imesogeza mbele ya hukumu ya kesi ya Luanga Mpina dhidi ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi mpaka Oktoba 2025 inayosubiriwa kutoa uamuzi wa iwapo watarejeshwa kwenye kinyang'anyiro cha uraisi au la. Hii ni kesi ya pili kwa Mpina ndani ya mwezi mmoja, akipigania haki yake ya kugombea uraisi katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Awali, Mpina alienda mahakamani kupinga uamuzi wa INEC kumzuia kurejesha fomu za kiti hicho na mahakama kuu ilimpa ushindi. Hata hivyo, siku chache baada ya kurejesha fomu na kuteuliwa kuwania uraisi, INEC ilimwondoa tena kwenye orodha ya wa wagombea baada ya kukubali pingamizi kutoka kwa mwanasheria mkuu wa serikali Hamza Juari. Uamuzi huo wa INEC ulimfanya Mpina akimbilie tena mahakama akitaka tume hiyo imrejeshe kuwania uraisi akishindana na Rais Samia Suluhu Hassan kutoka Chama cha Mapinduzi CCM. Mwenyekiti wa jopo la majaji watatu wanaosikiliza kesi hiyo Jaji Frederick Manyanda amesema ahirisho hilo limetokana na mahitaji ya kuwapa majaji muda wa kutafakari na kuandika vizuri hukumu ili isiwe na mashaka. Hata hivyo amesema kuwa hukumu hiyo itasomwa kwa njia ya mtandao kuanzia majira ya saa tatu asubuhi. Hivyo amemtaka msajili wa Mahakama Kuu masijala kuu Dodoma kuhakikisha mtandao wa mahakama unakuwa kwenye hali nzuri ili Watanzania waweze kusikiliza kesi hiyo. Wakati dunia ikiadhimisha siku ya afya ya akili, shirika la afya duniani WHO limesema zaidi ya watu milioni mia tatu wanahitaji huduma za afya ya akili na msaada wa kisaikolojia kutokana na athari za migogoro, mabadiliko ya tabia ya nchi na majanga ya asili. Idadi hiyo ni ya waliopata matatizo ya afya ya akili katika mwaka wa 2025 pekee, ikiwaathiri zaidi makundi yenye uhitaji maalum ikiwemo wakimbizi. Kwa Tanzania matatizo ya afya akili, ya akili yamechangiwa na majanga ya asili yaliyotokea hivi karibuni ikiwemo mafuriko na maporomoko ya ardhi yaliyotokea Hanang mkoani Manyara 2023. Maporomoko hayo yaliathiri watu zaidi ya elfu tano na mia sita, na kuwakosesha chakula makazi na hata kupoteza maisha, suala lililopelekea matatizo ya afya ya akili. Katika kukabiliana na matatizo ya afya ya akili, serikali ya Tanzania imesema kuwa inaendelea kuimarisha utoaji wa huduma ya afya ya akili nchini, ikiwemo kuanzisha madawati ya misaada ya kisaikolojia pamoja na kuwajengea uwezo wa huduma wa afya kwa ngazi ya, ya msingi. Kiongozi wa upinzani wa Venezuela, Maria Machado, ameshinda tuzo ya amani ya Nobel ya mwaka 2025. Kwa juhudi zake za kupigania demokrasia na kupigana dhidi ya utawala wa kifalme nchini humo. Kamati ya Nobel ya Norway imesema kuwa Machado amepata tuzo hiyo kwa kazi yake isiyokoma ya kukuza haki za kidemokrasia kwa watu wa Venezuela na kwa mapambano yake ya kuendeleza mabadiliko ya haki na amani kutoka kwenye udikteta hadi demokrasia. Machado ndiye Mvenezuela wa kwanza kushinda tuzo ya Amani ya Nobel na wa sita kutoka Amerika ya Kusini. Tuzo hiyo kwa mwaka huu pia ilivuta umakini mkubwa kutokana na kampeni zisizo rasmi kutoka kwa wafuasi wa Rais wa Marekani Donald Trump waliokuwa wakitaka jina la Trump litajwe kama mgombea kutokana na majukumu aliyodai kuchukua katika makubaliano ya amani Mashariki ya Kati. Hata hivyo, kamati ya Nobel haikuzingatia jina lake, ikisisitiza kwamba tuzo hizo zinalenga juhudi za muda mrefu za kukuza amani na si hatua za muda mfupi za kisiasa. Kufikia hapa, mtazamaji wa Nukta TV, tumefikia mwisho wa Mseto Plus. Ulikuwa nami Kelvin Makwinya, nyuma ya kamera Gustav Goodluck. Mpaka wakati mwingine bye bye.